Ni jukumu la wachezaji wa Simba, ni jukumu la viongozi wa Simba, ni jukumu la kila shabiki wa Simba kuipeleka Simba yake nusu fainali. Hivyo basi, tunapaswa kuanzia sasa, wana Simba kushikamana, wanaSimba kushirikiana, wanaSimba kuhamasishana, wana Simba kuhakikisha kila mwana Simba anatimiza wajibu wake kwenye matawi, kwenye makundi, viongozi wa matawi, viongozi wa mitaa, viongozi wa makundi. Ajenda yetu sisi ni moja tu, ni kwenda Benjamin Mkapa, kwenda nusu finali. Asitokee mwana Simba akaja na mada tofauti. Sisi mada yetu kuanzia leo tarehe nne mpaka tarehe tisa ni kununua tiketi na kwenda Benjamin Mkapa. Hakuna mada nyingine ambayo mwana simba anatakiwa kuzungumza ndani ya wiki hii zaidi ya mada ya mnyama, kununua tiketi na kwenda nusu fainali kwenye makundi yetu ya WhatsApp, kwenye mitandao yetu ya kijamii, ajenda yetu ni moja tu, ni mnyama kufanya ubaya ubora kwenye mechi ya marudiano, twende hatua ya nusu fainali. Asitokee kirusi yoyote akaleta mada nyingine yoyote ambayo haihusiani na jambo hili la mnyama kwenda nusu fainali. Katika nchi hii Sima tumeshafanya maajabu mengi sana. Katika Afrika hii nzima tumeshafanya maajabu ya kutisha. Afrika hii tumeshafanya ukatili mkubwa, vibaya mno. Ni sisi Simba Sports Club tulikula bao nne uwanja Uhuru, shamba la bibi, tukaenda Zambia tukampiga mtu bao tano. Ni sisi Simba Sports Club tulimfunga horoya bao saba hapa Benjamin Mkapa. Ni sisi Simba Sports Club tulimfunga Galaxy mabao sita hapa Benjamin Mkapa. Ni sisi Simba Sports Club tulitangulia mabao matatu kwa bila kipindi cha za ya yakarudi yote, kipindi cha pili ni sisi Simba Sports. Hatushindwi kupata mabao matatu mbele ya Al Masry. Hii inawezekana na hii tunavuka